Yani, tunauza miche kutoka katika kikundi chetu kwenda katika sehemu mbalimbali, kama vile mashuleni, maofisini, pamoja na sehemu mbalimbali za kitaaluma. Na si hivyo tu bali pia tunazalisha hiyo mbolea ambayo ni bora kwa ajili ya hiyo miche mbalimbali mbali. Na tunatoa hiyo taaluma kwa wale wote ambao wanahitaji, yani kutoa taaluma ya miche pamoja na uzalishaji bora wa mbolea. Kikundi chetu kinachotambulika kama ni WAKI Wanawake Kazi Iendelee, kwamba kina wanachama thelathini ambao wanaume ni kumi, wanawake ni ishirini. Pia mradi huu umejikita katika swala dhima la ubunifu na pia utunzaji wa mazingira. Maana kama tunavyoelewa, park ni ule mjumuiko wa bustani tofauti tofauti na sehemu ya kupumzikia kwa ajili ya kuweka akili ama utulivu zaidi. Kupitia harakati hizi za mabadiliko ya tabia ya nchi, tunaona kwamba vijana tumeweza kujiajiri sisi tunapozalisha mimea au tunapoatiki bustani, tunajipatia kipato kwa kuendeleza maisha yetu sisi na jamii kwa ujumla. Kuna miembe ama miti ya chakula, kuna miti ya mbogamboga mia tano mpaka sasa, na pia kuna bustani nyingine za maua. Pia nawashauri vijana wenzangu kuweza kutumia hii fursa adhimu.